Sasa mm -hmm. Tukianza na Sima Sport Club ambao uh, tuligusia kwamba kwenye eneo la kiungo lazima uangalie mfumo mama ni upi na kwenye viungo kwa wa na, vungowawili wachiniamoja. Kwa hiyo nitaanza kwenye eneo Uh, la jinsi ambavyo uh, viungo wao watano wametengeneza uh, uh, mujimigu gani katika eneo la Simba kwenye kupata mabao. Ukiangalia Jean Charles Ahoua ame ame amecreate uh, mabao matatu kwenye kikosi cha Simba, huyu ni kiungo, amefunga mabao matatu, lakini pia Kibu Denis mabao matatu na latiba mabao mawili. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye yale mabao kumi na moja ya Simba kuanzia hatua ya makundi hadi hivi sasa Mabao mangapi hapo umeyapata? Mabao nane, hmm, yamechangiwa na hawa viungo watatu wa shambuliaji, si ndio? Katika eneo ambalo anacheza nyuma ya washambuliaji wale wawili. Kwa Kuhu hiyo unaweza kuona katika ile eneo hawa viungo pili wameweza kuisaidia kazi Simba kufanyaje kuweza kutengeneza mabao. Kwa hiyo kati ya mabao 11 na mabao nane ni ni wastani mkubwa zaidi kwa maana hili ndio eneo ambalo Simba linawapa nafasi kufanyaje ya kufunga. Na hata tukikumbuka mechi ambayo imemfanya Simba fike fainali ni bao la kiungo mshambuliaji ambaye ni Jean Charles Awa. Kwa hiyo ukiweza kulizungumza ukizu, ukizu, eneo la kiungo mshambuliaji katika eneo la goal contribution hauwezi kuacha kutaja namba za mabao katika wa viungo watatu wa juu. Baada ya hapo kia, katika upande wa pili, kwa maana katika eneo la, ku, la kutengeneza mwimili wa Simba kujilinda, lakini pia Uh, kutengeneza momentum ya timu kutoka chini, mm, kusogea juu, hapo ndo wanawakuta uh, wale viungo wawili wa chini uh, kwa maana ya Yusuf Kagoma uh, pamoja na, na, na, na, na pamoja na Fabrice Ngoma, hasa ukimgusa uh, Fabrice Ngoma ambaye ndio sema kama ni ndio kiungo kiungo holding midfielder kwenye kikosi cha Simba mara nyingi mm, na amekuwa akifanya kazi ya kuchukua mali chini kwa viungo wale toka uh, kwa mabeki wale wakati na kusogeza mipira juu. Amekuwa na msimu mzuri sana katika, katika msimu wa kombe la shirikisho msimu huu amecheza mechi 11 dakika 984. Ukiangalia katika eneo la, la, la, la pass, passes maana inazungumza kwamba huyu ndio kiungo midfield mara nyingi unamrate kwenye namna ambavyo anapeleka timu juu, maana anavyopiga pasi, anavyokuwa na utulivu, anavokuwa nafanya timu isogee juu, unakuja kumuona kwanza. Katika mechi zake 11, unaweza kuja kumwangalia uh, Ngoma ametengeneza nafasi mbili za kufunga na nafasi zile big chance, amekuta nafasi mbili. Lakini pia ukiangalia amekuwa na wastani wa kupiga pasi ambazo zina macho zaidi bila kupoteza zaidi ya asilimia 68. Umeona? mm -hmm. Lakini pia ukiangalia namna ambavyo amekuwa akijaribu kupiga mipira uh, ya mbali zaidi asilimia themanini na tisa, uwezo kumiliki mpira bila kupoteza zaidi ya asilimia uh, sitini na sita. Kwa hiyo ni kiungo ambaye amekuwa na msaada mkubwa kwenye eneo la Simba timu inapokuwa inatamani kuchukua mipira kusugaji huko nyuma katika lango la timu pinzani. mm -hmm. Kutoka kwa Ngoma kama holding midfielder, ukimgusa mtu anaitwa uh, Yusuf Kagoma ambaye huyo sasa ndio kiungo mkata shombo yeye uwezi kumuona kwenye udambu udambu mara nyingi mm -mm. Yani ni nadra sana kumuona kwenye udambu ataka, so, so uh, eh, amuo, udambu so shughuli zake, ila akiamua kufanya udambu udambu anajua kufanya na uweza. Unakumbuka pasi ambayo alimpiga kibu Dennis, pin point pass, ile pasi elekezi ni pasi ambayo unaweza ukainunua okay, na fede, na fedha nyingi za kitanzania mtafuta mm -hmm. kibu Dennis. Sasa huyu ukiangalia katika timu zake kwenye eneo la kiulinzi kama kiungo mkabaji pase ambaye anacheza juu ya wabeki wa, wa wanne unawazungumzia. mm -hmm. ma kina Mohamed Hussein, kina Shomari Kapombe mm. Chefeno Malon pamoja na blazake Hamza, anacheza mechi akacheza eh, mechi tisa ameanza ame kwenye mechi nane dakika mia sita tisini na tisa ambazo amecheza kwenye eneo la kiulinzi nimzungumzia kwamba huyu ni, ni, ni, ni, kiungo eh, mkabaji mara nyingi zaidi, kwanza amekuwa na uh, rate kubwa ya, ku, ya, kufanya interception umeona katika mechi zake tisa ambazo amecheza amefanya interception mara 28 na unakuja kuangalia, lakini pia ukiangalia kafanya tackling zaidi ya mara 14 na kuna kuingia uvunguni kwa kwa, kwa timu pinzani. Ukitoka hapo unakuja kuangalia nani ambavyo amekuwa aki aki aki win mipira ama hivi sema ile ball recovery mm, umeona ball recovery zaidi ya mara 27 na maana yake kwamba yani Simba wapoteza mpira mm, alafu mtu ambaye anakwenda kuichukua tena ile mipira mm. ni Yusuf Kagoma mara 27, unakuja kuona kwa kwenye ball recovery. Lakini ukitoka hapo, unaangalia mtu ambaye amekuwa akizima yale mashambulizi ya timu za yani, ni ku block zile mm. attacking za timu pinzani, Yusuf Kagoma mm. zaidi ya mara 18, amefanya hivyo. Kwa hiyo ukiangalia, huyu ndio mtu ambaye sasa kazi yake ni kuhakikisha kwamba katika eneo la kiulinzi la Simba, katika eneo la kiungo, anafanya hiyo kazi. Kwa hiyo ukiangalia watu watano kila mmoja anafanya shughuli yake. Nimezungumza mm. kwa Ngoma kama mkabaji, Kagoma uh, kwa, kwa Kagoma kama mkabaji, Ngoma kama mtu ambaye ana hold mchezo, mm. ana hold tempo ya mchezo, anapiga pasi sahihi kwenda juu, nikawagusa wale viungwa washambuliaji juu, kila jana shaharia wa Kibdinis pamoja na Elim Panzo katika maeneo ya kuweza kufunga mabao na nikazungumza tu namba zao kwa maana za kufunga, lakini mm. ukimgusa moja moja utakena uh, na ku teza nafasi za wazi mm. pia una uwezo. Kwa hiyo hili eneo nafikiri uh, fadu amekuwa pia kilitumia zaidi na hata yeah. Mwalimu Barakanya, anafahamu kama nataka kuwadhibiti Simba Sport Club mm, basi ni lazima nifanyaje? Niwadhibiti ni, ni wa hawa watu watano ambao wanacheza katika eneo la kiungo.